Hello ladies and gentlemen, welcome again to Diena Academy Highlights. Sehemu ambapo tunapata taarifa za msingi pamoja na elimu ambayo inakusaidia wewe ukiwa kama mjasiriamali kwa njia ya kidijitali kuweza kupata taarifa na elimu sahihi itakayokusaidia kuweza kuengage kwa capitalize na kuminimize risk hizo, so na lazima. Kumbuka tunapewa nguvu na Encryptus Wallet, moja kati ya wallet bora kabisa za kujenga portfolio kwa digital assets. Basi hapa ndo nyumbani. Karibu sana. So leo tutakuwa na taarifa za msingi kama mbili ambazo ni very positive kwenye industry ya cryptocurrencies. So namba moja tutakuwa tunaenda kuangalia tarehe ishirini na moja March mwaka elfu mbili na ishirini na tano kama ambavyo tulikuwa tumeongea last time kwenye highlights zetu. Kutakuwa na uh, round table ambayo itafanyika na task force iliyotengenezwa na Securities and Exchange Commission ya Marekani ambapo Hester Peace ataongoza huu mkutano ambao utakuwa broadcasted live kupitia website official ya SEC ambayo itaanza saa mbili kamili usiku muda wa Afrika Mashariki mpaka saa sita kamili usiku. Tutakuwa live tukiangalia namna gani ambavyo serikali ya Marekani kupitia Security and Exchange Commission watakuwa live wakidiscuss mdahalo wa namna ya kutengeneza regulations na policies za kuguide industry crypto, wakiunem huu mjadala kama how did we get here and how are we going eh, wakifocus kuangalia namna gani sekta ambayo imekuwa ikiengage na, iki na industry crypto na sofa wanaangalia namna gani waweze kutoka pale walipo waende mbali zaidi, na sera ya nchi ikiwa imefocus zaidi kwenye kucultivate policies ambazo ziko friendly kwa ajili ya kuitengeneza Marekani kuwa kama ndo workshop ya ku, au tunasema ndo capital ya cryptocurrencies duniani. Kwa hiyo uh, wewe ukiwa kama mkereketo wa digital currencies au digital au asset nadhani huu mkutano unakuhusu sana. Kwa hiyo ikifika tarehe ishirini na moja Uh, mwezi Machi kuanzia saa mbili kamili usiku mpaka saa sita kamili usiku basi tutakuwa live tukifuatilia mdahalo huo kupitia website official ya Securities and Exchange Commission ya Marekani. Kwa hiyo make sure haumisi kipindi kwa sababu kitakuwa kina taarifa nyingi sana hata kama wewe sio mkereketo, lakini hata kujifunza tu kuweza kujua wenzetu wanachukua steps gani kuenda kwenye adoption ya cryptocurrencies. This is not something that you are going to miss. Kwa hiyo hiyo ni habari ambayo nimeona ni ku, ni kutaarifu wewe mjasamali, kwa njia kitikali, hasa enthusiast wa mambo ya cryptocurrency lakini na teknolojia nzima ya blockchain. Lakini katika hatua nyingine, leo kuna taarifa njema sana. Actually, unayemwona hapa ni CEO wa project ya cryptocurrency na yuta Ripo, bwana Brad. Jamaa officially ameweza kutangaza video yake ya kwanza kwa mara ya kwanza baada ya misukosuko mingi sana ambayo alipita na bwana Gary Gangsler alipokuwa mwenyekiti wa Securities and Exchange Commission ya Marekani. For the first time kesi yao imeweza kuwa sorted, na imeisha na jamaa amenem kwamba huu sio ushindi wa Raiko peke yake, bali ni ushindi wa industry nzima ya cryptocurrencies kutokana na changamoto ambazo jamaa walikuwa wamepitia toka mwaka 2017 if I'm not mistaken. Wamekuwa wakipitia changamoto ma case si, wakijaribu kuitem uh, ripo ikiwa kama security, lakini hata wakienda kwenye mashtaka wakijaribu kuipima kwenye Howey test ambayo ndio inadetermine kitu kuwa security au sio, inafika stage na kuwa ina miss kuonekana kama ni security. Kwa hiyo for the first time nadhani pia kutokana kwamba wanataka watengeneze regulation nyingi, tumeshuhudia makampuni mengi sana kesi zao zikiwa dropped, Binance na eh, Coinbase. Makampuni mengi sana kesi zao zimeweza kuachiwa au kuwa dropped. Na tukiangalia saizi, jitihada kubwa zikiwa zimewekwa kwenye kutengeneza clear regulations pamoja na policies ambazo zita guide industry cryptocurrencies, na so far tumeweza kuona baada ya uh, So far tumeweza kuona baada ya CEO wa Ripo kutangaza rasmi kwamba kesi zao zimeweza kufutwa, basi performance ya Ripo imeweza kusurge. Tumeweza kuona EMH kama unavyoweza kuona hapa eh, Ripo ikiwa namba tatu imperform vizuri sana kwa asilimia zaidi ya kumi na mbili kwa masaa shina yaliyopata, yaliyopita ikiwa imeperform vizuri sana na yote hii ni kwa sababu ya EMH, effective market hypothesis. Leo taarifa ambazo ni njema zimefocus kuiangalia Ripple kwa sababu Ripple wametangaza rasmi kwamba kesi zao ambazo zilikuwa zinaendelea against Securities and Exchange Commission ya Marekani imeweza kufutwa rasmi, kwao wako free and it's a win for the industry, na wamezidi kupongeza serikali mpya ya sasa ya Marekani kwamba ni serikali ambayo inaenda kuimpower Eh, haki ya Marekani ya kuwa sehemu kubwa ya innovation katika dunia hii ikiwemo kupitia teknolojia ya blockchain hasa linapokuja masuala mazima ya cryptocurrency ikiwa kama ndio foundation layout ya projects ambazo zinaweza zikajengwa kwenye teknolojia ya blockchain. This is amazing and this is a positive news and but basically no, hata kwenye coin zingine uh, leo zimeperform vizuri si mbaya kama unavyoweza kuona. Eh, kwa sababu taarifa ambazo zipo ni nzuri lakini tusubiri tarehe ishirini na moja March ambapo kutakuwa na hiyo round table ya SEC, tuone itakuwaje. Nilikuwa najaribu kuangalia kitu kimoja kwamba tunaweza tukaona kabisa kwamba wiki hii ukijaribu kuangalia utakuta kuna vitu vikubwa viwili ambavyo vimeweza kutokea. Ah, tunasema kwamba tulikuwa tunasema tuna tuna, tuna, tuna round table ya SEC. Alafu this is number one lakini, namba mbili, XRP wametangaza rasmi kwamba uh, cases zimekuwa dropped eh, against them. Sasa haya matukio mawili, kama ambavyo unaweza kuona, this is inaleta positive sentiment kwa wawekezaji, na ndio maana unaweza ukaona performance ya soko la sarafu digitali leo iko amazing sana, na tunategemea itaperform vizuri zaidi kwa sababu Uh, ni kitu ambacho watu wengi wanakuwa wanakitegemea. Unapokuwa na taarifa nzuri kuhusiana na asset fulani, basi performance inakuwa nzuri, lakini tusubiri tuone baada ya tarehe ishirini na moja March Marekani wanakuja na hatua nyingine gani? Tukumbuke katika zile siku mia moja themanini ambazo Rais Donald Trump alikuwa amezitoa kwa magrupu yote yanayohusika na utengenezaji wa sheria za cryptocurrency zikiwemo Presidential Working Group, lakini pia uh, Senate ikiongezwa ikiongozwa na Cynthia Lummis walikuwa na Senate Banking Committee yao, lakini sasa walikuwa na na, na na na na na task force yao ambayo tarehe 21 tumesema tutakuwa live tukiwatazama. Kwa hiyo hivi vyote vinakuja kuleta a very positive impact, tukiangalia pia na matukio mengine, kwa mfano Russia uh, imesimamisha vita. Tunaweza tukaona pale kuna matukio positive pale makubaliano yatakapokuwa yamekamilika kabisa, lakini pia tunasubiria kuona vita ya kiuchumi ya kibiashara kupitia tarifa kati ya Marekani na China, Canada, Mexico inaenda vipi, ambayo hizi zote zikiwa sorted zitaleta very positive sentiment towards the uh, market ambapo uh, activities zitaongezeka, economic activities zitaongezeka. Hivyo basi wale investors watarudi kuinvest kwenye risky asset kama stocks na cryptocurrencies. That was it for today, ladies and gentlemen. Make sure una subscribe kwenye channel yetu kwa sababu hapa ndo sema unapata taarifa zote za msingi na za lazima kwa wewe kujua ili uwe na proper engagement kwenye industry ya cryptocurrencies na blockchain at large. Lakini tukumbuke tu tunapewa tu nguvu na encrypted wallet. Hii ni wallet ambayo itakusaidia kujenga portfolio yako ya kidijitali ikiwa na vitu vingi sana ndani yake. Cheza games, eh, tunza coin zako, fanya staking, yield farming na vitu vingine vingi sana. Tembelea website au um, tembelea uh, Play Store ama App Store, search Inkryptus, I-N-K-R-Y-P-T-U-S, this is the wallet guys. Nenda ka download hii wallet alafu then tumia then tupatie feedback umeionaje. Lakini kama wewe ni mgeni Diena Academy, siku zote tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe kuhakikisha unapata a proper education ambayo itakusaidia kuwa na proper Engagement towards the digital entrepreneurship industry. We are the home of digital entrepreneurship skills. Asante sana kwa kunisikiliza. Tusiache kusubscribe. Tukutane tena wakati mwingine tena. Ciao.